Yani amesema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke akiswali swala zake tano na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhan na akahifadhi tupu yake na akamtii mume wake, ataambiwa siku ya Kiyama ingia peponi kwa mlango wowote ule unaotaka. Dada zangu katika imani Utiifu wa mke kwa mumewe ni haki iliyosisitizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanam yani, wanawake waadilifu wanawake waumini huwatii waume zao katika kila jambo linalo Husisha. Yani, kil, katika kila jambo lisilohusisha kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakuna utiifu kwa kiumbe yeyote katika kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utiifu ni katika yaliyo mema tu, dada zangu katika imani, yatupasa sote kama Waislamu kujitahidi katika kuwatimizia katika na kuwaridhisha na waume zetu kama alivyosisitiza Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ili waume hao wawe wa wa radhi nasi na kushukuru. Haya yamethibitishwa, dada zangu katika iman, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sunan Ibni Maja ambapo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi llahi la amartu almar'atu an yasjuda li zawjiha

asiyekuwa Allah subhanahu wataala, basi ningemwamrisha mwanamke kumsujudia mume wake. Na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad imo mikononi mwake, mwanamke hatimizi haki ya Mola wake Mlezi mpaka atimize haki ya mume wake, hata kama mume yani hakumjia, hata kama yani hakumwomba mume, yani hakumwomba mume wake haki. Hapa dada zangu katika imani yamaanisha ni ya haki ya kumridhisha mumewe, mumewe kumtimizia haja zake na matamanio yake. Dada zangu katika imani, imekuja pia katika Sahih al-Bukhari ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la yahillu lilmar'i an tasuma wa zawjaha shahida illa bi'idnihi wa la tu'dhan fi baytihi illa bi'idnihi wa ma anfaqa, yani anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi shatrahu, yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam yani, hairuhusiwi kwa mwanamke kufunga na hali mumewe yupo ila kwa idhni yake, na asimruhusu mtu yoyote kuingia nyumbani mwake isipokuwa kwa idhni ya mumewe, na chochote atakachokitoa bila ya idhni ya mume wake basi atapewa nusu yake. haya yamepokewa na Imam al-Bukhari, katika sahihi yake. Dada zangu, katika iman, kumtii mume ni miongoni mwa milango ya pepo na moto. Imesimuliwa dada zangu, katika iman, katika musnadi ya Imam Ahmad, ya kwamba shangazi yake mzazi alikuja kwa Mtume, shangazi, shangazi ya mmoja kati ya masahaba yani, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasalam na haja yake

fandhuri aina anti minhu fainnama huwa jannatuk wanaruk, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza uh, yule shangazi, je, una mume? Kwani mume ni pepo na moto na moto wenyu, yani mume ndiye sababu ya kuingia kwenyu peponi ikiwa mtatimiza haki zake, na yeye ndiye sababu ya kuingia kwenye motoni ikiwa mtapungukiwa katika kutimiza haki zake juu yenu. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaonya wake dhidi ya yani, kuwanyima waume zao haki zao. Haya yamethibitishwa katika sahih mbili ya al-Bukhari na Muslim, ya kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam Idha daca rajulu mraatahu ila firashihi faabat fabatat yaani ghadbana alaiha laanatuha lmalaikatu hatta tusbah, yani ikiwa mwanamume atamwita mkewe kitandani mwake na akakataa na akakesha naye usiku mzima, malaika watamlani mwanamke huyu, yani mpaka asubuhi. Dada zangu katika imani ametufahamisha pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jambo ambalo mara nyingi humpeleka mwanamke kwenye moto wa jahannam ni kutomtii mumewe na kuto kushukuru kwa, kwa wema wake kwake. Haya yamethibitishwa katika sahih al-Bukhari. E, yani ya kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam yani lilionyeshwa moto wa jahannam na wakazi wake wengi walikuwa ni wanawake. Ikasemwa, je, ni yani, ni wenye kumkufuru Allah subhanahu wataala? Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa hawa hawawashukuru waume zao, na hawawashukuru kwa matendo mema. Lau ungemtendea mema mmoja wao, yani katika maisha, katika maisha yake yote Yaani angesema ai, sijapata kuona kheri yoyote kutoka kwako. Dada zangu katika imani, mifano ya utiifu wa mke kwa mumewe ni pamoja na kutofunga kwa khiari isipokuwa kwa idhini ya mume wake na kutotoka nyumbani mwake isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Dada zangu katika imani, ikiwa Uislamu umemwamrisha mke kumtii mumewe katika haki pia umemwamrisha mume kumtendea wema au kumtendea mema mkewe na, na kumwonya yani, dhidi ya kumdhulumu yani, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran surat An-Nisa aya ya kumi na sita baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa'ashiruhum

na kaeni nao kwa wema, kwani mkiwachukia, huenda yani mkachukia kitu na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ndani yake nini? Kheri nyingi. Dada zangu katika iman, fa fi sunan at-Tirmidhi at-Tirmidhi qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wasalam khairukum, khairukum li ahlihi fa ana khairukum li ahli Yani, amesema pia mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika, yani katika sunan ya At-Tirmidhi amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, mbora wenu ni mbora wa familia yake na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Dada zangu katika imani, miongoni mwa maadili ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba alikuwa mwenye furaha daima na familia yake na mwenye kuwachekesha sana wake zake. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, yani mtume sallallahu alaihi wasallam awe kielelezo chema na mzuri kwa waume wetu na kwa ndoa zetu pia. Ka, ka, imekuja katika sahih mbili ya al-Bukhari na Muslim, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam: istawsuu binnisai faina lmarata khuliqat min dila'i wain a'waja shay'in fi, fi dila'i alahu

Kwani wanawake wameumbwa kutokana na ubavu, na sehemu iliyopinda zaidi ya ubavu ni sehemu yake ya juu. Ukijaribu kuinyoosha utaivunja, na ukiacha pekee yake itabaki ime ime imepinda. Watendeni wema wanawake, dada zangu katika imani. Pia amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Yani, wafanyieni wema wanawake, kwani wao ni wasaidizi wenyu. Nyinyi hammiliki chochote kwao isipokuwa wakifanya uchafu ulio wazi, basi waacheni vitandani, yani jitengeni nao vitandani na wapigeni kwa kipigo kisichokuwa yani kikali, basi msitafute njia dhidi ya wanawake wenyu yani msiwafanyie khiana, na wanawake wenyu wana haki juu yenyu, wasije na wao wakazini katika vitanda vyenyu na wale mnaowachukia na kwamba wasimruhusu aingie katika nyumba zenyu mnaowachukia. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalani waume ambao wake zao yani wanawalalamikia Kwani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam laqad tafa biali muhammadin nisau kathira yashkuna azwajahunna laisa ulaika bikhiyarikum rawahu abu daud wasahahahu alalbani. Yani amesema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawake wengi wameizunguka familia ya Muhammad wakilalamika kuhusu waume zao. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia wanawake hao kuwa hao waume si bora katika nyinyi nyinyi, kat, yani katika nyinyi e, wanawake. Haya yamepokewa na Abu Daud na akaisahihisha Al Albani, na muombe Allah subhanahu wataala atujalii utiifu utokao kwake, ili yani apate kuturudhia Allah subhanahu wataala, siku ambayo hayatamfaa mja mali wala watoto isipokuwa yule aliyemjia Allah subhanahu wa ta'ala na moyo ulio msafi. Shukran jazila wa barakallahu fikum.